Habari, leo tunaendelea na stori yetu nzuri na kusisimua. Kijana wetu anaitwa Berishaza, na last time tuliishia Berishaza anasema ameona maskari wakiwa wamebeba mke wake msobemsobe msobe, wanampeleka kituo cha polisi, ndipo yeye alipoweza kuachia maji na kukimbia kwenda kuuliza kuna nini, kwa nini mke wake amebebwa hivyo pamoja na mtoto wake. Berishaza anatuambia baada ya kufika pale mimi niliweza kuuliza kuna nini. Wakasema, wewe ni nani? Nikaambia, mimi ni mume wa huyo mliyembeba hapo pamoja na mtoto. Wakasema, faai, sisi tuk nakutafuta wewe, wala sio huyu. Tulimbeba kwa sababu tulijua lazima kwa kwahiyo wewe ndomtumiwa namba moja hiyo. Askari mmoja alikuja kanishika mimi na mke wangu, nenda sasa, tulikuwa mume wako na wewe, nenda kaendelee na biashara zako. Ibaki na shangaa, kuna nini kinaendelea na hawa ni wakina nani? Lakini sikuwa na majibu kwa ule muda pale, ilibidi ni nyamaze kimya. Mke wangu aliuliza tunaelekea wapi yani, mimi na ama askari wakasema njoo kituo cha kati cha polisi utamkuta mume wako, tena ni kesho, wala sio leo. Mke wangu kama amebaki pale hataelewi, ikabidi tuondoke, na tulipofika mbele tupanda kwenye gari, ili gari lilikuwa sio la polisi, lilikuwa ni gari la mtu binafsi, ni jeusi. Tuliingia kwenye lile gari bila kuuliza mimi naenda wapi, nikawa nimebaki nimedua, sielewi. Tulitembea muda kama masaa matatu, lakini baadaye nilipata akili kwamba hii njia nishaikupita. Kumbe tulikuwa tunakuja Dar es Salaam, na hawa watu njiani hawakuwa wanaongea kitu chochote, walikuwa wamenyamaza tu kimya, hawapigi stori zozote za kwamba mimi naweza nikawadaka nikapata kujua hawa ni kina nani, lakini hawakuwa wanaongea kitu chochote kile. Tulifika sehemu tulishuka, wao walishuka, mimi waliniacha mle mle, walinunua chakula na aliniletea pia na akanifungulia mkono mmoja, kwamba nile chakula. Na ni kweli mimi nilikula chakula, nikajaribu kuwauliza samani, naweza akaniambia kuwa tunaelekea wapi. Akasema wewe, mpaka hapo bado hujajua tunaenda wapi? au mpaka hapo bado hujajua nini kinaendelea? Nikamwambia kiukweli kweli, nyinyi ni wanaume wenzangu, kumbuke mimi nimeacha familia, ule mke wangu nimemwacha pale stendi, mnajua atakuwa yuko na hali gani? Wao wakasema hiyo sio kazi yetu sisi, sisi tukazetu mambo tukukamate. Masuala ya mke wako kuwa na hali gani hiyo unaijua wewe. Nikamwambia sawa. Najua nyinyi mmepewa kazi ya kunikamata mimi. Lakini kumbukieni hata nyinyi mna familia. Kama kuna mtu siku moja atakuja achukue mke wako na mtoto wako au wewe ukaja kachukuliwa mke wako na mtoto wako akiwa hajui wewe unaenda wapi ungejisikiaje? Wakamba, bro, kwa nini? Vipi? Nikaambia nataka nijue ninaenda wapi. Nataka, nataka nimpe taarifa hata mke wangu ajue ninaelekea kwa sababu atakuwa ananitafuta. Ndipo mmoja aliposema oke, sawa, hujakosea ulichokiongea ni sahihi. Bwana, swali liko hivi: sisi tumeagizwa na mtu mmoja, wakamtaja jina. Alipotaja tu jina, nilijua moja kwa moja ni yule ambaye alikuwa ni kaka wa huyu msichana, ambaye msichana yule mimi nilimpa mimba, ambaye alikuwa ni Tahira. Akasema, tumeambiwa tukutafute, tukupeleke, na sisi ni askari Ona, kwa hiyo hapo ulipo, uko chini ya ulinzi, tunakupeleka kule ambako ulifanya uhalifu. Nilikuwa nahitaji hicho ili niweze kumfahamisha mwenzangu, nilikula pingu yako, tuendelee. Nikamwambia sawa basi, nilikula haraka haraka pale nikapiga simu nikawapa mikono, mnifungeni. Lakini mmoja alimwambia kuna haja gani kumfunga mtu kama huyo? kwa nini ni muaje? kuna sehemu ameua? mbona kama mnamfanya mwenzenu kama ni mwizi au jambazi, huyu hawezi kukimbia. Kama mnaweza, basi mfungeni hata kamba tu miguuni za kawaida, msimzifunge mikono hiyo. Pingu huwa mtu anapoangaika angaika, inakaza. Nyinyi mnajua huwa inaumiza, msimfanye hivyo. Atafika kule mikono yake imevimba sana Nipo waliponifungua wa mikono na miguu pia waliniachia tu wazi, wakasema, kama utakimbia utakuwa umejua wewe. Nadhani unaona risasi hizi hapa, sisi tunaweza liko kupiga tu tokuua, hata tukupiga miguuni ili usiende mbali, au utapiga hata sehemu ambazo tunajua si hatarishi ili usiende mbali. Yaani hizi sisi ni halali kwa sababu ni za kwetu, tutataja tu tumetumia katika nini, kwa sababu tupo kwenye kazi maalum, sisi hatujaja tu hivi hivi. Kwa hiyo hizi zipo kwa ajili ya kutumika kwa watu kama nyinyi, ila tutajua namna ya kufanya. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nifungulia, nilikaa mwenyewe mpaka nikafika Dar es Salaam na kweli niliweza kufika katika hii nyumba na huyu kaka aliponiona tu, nilimwona amebadilika hadi rangi. Ni watu hawa ni weupe lakini namwona mtu amekuwa mwekundu. Na mimi nilikuwa nimesimama kimya na aliniona nilikuwa nimebadilika sana. Je, kijijini kijijini, mjini ni mjini. Haijalishi sasa hivi at least Mungu anabariki. Nina familia na nini? Kwa hiyo nimebadilika nimekuwa kidogo lakini ukaka nimuona, alinipita kama nijui. Unajua kuna ile mtu umechukuliwa, natakuwa useme wewe, hey, hey, lakini hakusema chochote. Alinipita mara ya kwanza, alinipita mara ya pili, iko bize anaongea na hawa watu, na aliwavuta watu pembeni aliongea nao kwa muda mrefu sana. Lakini baadaye nilimuona amerudi. Alivyorudi alinipita akaenda ndani. Akili yangu ilikuwa inawaza, nimuone yule msichana yupo, na kama yupo, ana gani, hali gani, kwani alifariki, ilikuwaje? Lakini kwa maongezi ya hawa maskari ambao walikuwa wamenibeba, nilipata kujua kwamba hakuna mauaji wala hakuna madhara mabaya makubwa kiasi hicho kwa huku nakoenda, kwa sababu alimwambia pale, nifungulieni, kwani ni muaji yule? Kwa hiyo nikajua moja kwa moja hakuna kitu kibaya sana, bali tu ni mambo ya kawaida, labda swala la ubakaji na vitu kama hivyo. Baada ya hapo wa watu niona ile gari limefunguliwa, geti limeondoka na mimi ndipo nilipoingia ndani. Niliambiwa ingia ndani na mlinzi. Lakini mlinzi alikuwa ananiambia niingie ndani, alikuwa ni mlinzi mwingine, si yule mlinzi ambaye nilimwacha. Nikabaki na shangao, yule mzee wangu yuko wapi? Kwa sababu angekuwepo yule mzee wangu mimi ningeuliza kuna nini kinaendelea. Najua ningepata fununu mapema hadi namna ya kujitetea nijiteteeje, lakini hakukuwa na mtu hata mmoja anayemjua zaidi ya huyu kaka. Nimemuona yule ambaye namjua kwenye ile nyumba, lakini mlinzi alikuwa mtu mwingine na kila kitu kilikuwa kimebadilika huko ndani. Ili niweza kuambiwa ningie ndani, nikaa nikaa kama mgeni, nikawa natetemeka sana. Sana, sana, sana, lakini nikaa kwa muda mrefu sana. Baadaye alikuja mtu huyu, mtu mi simjui, lakini rangi ya kigeni e, ni baba mtu mzima. Alikuja akasema wewe kijana, ndio wewe umembaka binti yangu? Mimi nilianza kulia nikamwambia baba nisamehe. Akasema sija kuuliza kwambia ombe msamaha, nimekuuliza ndio wewe? Lakini mimi nilisema ni mimi baba, kuli naomba unisamehe nini, kwa sababu mazingira alikuwa ni magumu. Nilipewa kazi ya kumlea huyu msichana na hapa ndani watu walikuwa wako bize sana, hata huyu binti amevunja ungo mikononi mwangu. Mimi ndio nilikuwa namhifadhi kila kitu kila mwezi anapoingia mimi ndio nilikuwa namuhifadhi hata nipojaribu kutaka kuongea na kaka yake yani bro hakutaka kunisikiliza kwa hiyo yale mazoea baba ya kuona anamuona kila siku anajisaidia anamsafisha ndio maana kuna muda mwingine nilijikuta naingia tamaa hivyo nikaamua kufanya naye kitu kama hicho, lakini naomba nimnisamehe nilikuwa naongea hivyo nikilia sana lakini huyu baba alikuwa anitazama kwa umakini sana hakwepeshi hata macho. Na akasema ni hayo tu. Nikaambia ni hayo tu. Akasema ulikuwa wapi? Nikamwambia nilivyoondoka hapa nilienda Mwanza. Akasema kwa nini uliondoka? Nikamwambia niliondoka kwa sababu nilijua kwamba kama watakuja kujua mimi huwa na, nilikuwa natembea na huyu msichana ingekuwa mbaya. Akasema watu wangejuaje Kama unaweza kutembea naye ndani ya miaka minne, Hakuna mtu alikuwa anajua. Wao ulifikiria watu watakuja kujuaje? Mi um, nikasema kwamba kwa sababu niliona nili, nili huyu msichana alikuwa aendi tena kwenye hedhi zake kama kawaida, kwa hiyo nilijua kwa ni mjamzito, na alikuwa anaonekana kabisa ni mja mzito hivyo, niliona bora nikimbie mapema, kwa sababu jambo kubwa lingenikuta mbele yangu mimi kwa sababu ya hichi ambacho nimekifanya. Akasema unafikiri unachokuwa nakifanya watu tukua tujui? Yani huyu baba anaongea. Nikaambia mimi naamini nilikuwa amjui, am, am, am, kwa sababu mimi ndio nilikuwa nashinda na yule msichana muda mrefu. Huyu baba alisema, unampenda binti yangu? Mimi nikasema ndio, mimi nampenda. Akasema, unampenda, unampendaje? Nikamwambia mimi ni nampenda kwa sababu nachokiamini kwamba mimi nilianza kumpenda binti kabla yeye hajanipenda, na mimi nachoamini yeye anipendi, ila mimi nililazimisha kumpenda yani, ni, nilifanya nipende mimi, kwa sababu sikuwa nafanya kwa ajili ya tamaa tu peke yake, bali nilikuwa nampenda pia. Nilijikuta nimejibu hivi, lakini nyumbani na mke na mtoto, lakini niliona kwamba nikisema ni kwa simpendi, kama adhabu ingekuwa kali kabisa. Kwa hiyo nikasema tu mimi nilikuwa nampenda. Akasema nikuonyeshe kitu Nikamwambia sawa, yaani nika, niko tayari kwa namna yoyote ile, ili nisiweze kuleta shida kule kwa mke wangu na mtoto wangu. Akaniambia, kila ulichokuwa nakifanya sisi liko tunajua, na mimi hasa nilikuwa najua kuliko watawa ambao wako humu ndani, na kuna baadhi ya vitu ambavyo vilifanyika, mimi niliruhusu tu vitokee kwa sababu nilikuwa naona havina namna ya kutokea. Ndipo baba alipoamua kufungua TV na akaniambia, angalia kule baba kumbe, kwenye kile chumba miaka yote kilikuwa kimefungwa kamera na kilikuwa kimefungwa kamera. Hata huyu mkaka wa humu ndani, yeye alikuwa hajui kwamba babake alifunga kamera wakati anaondoka. Kwa hiyo kila kilichokuwa kinafanyika mle ndani, baba huyo alikuwa anaona. na wala hakushtuka kwamba kwa kwa kuna nini kinaendelea. Nilijiona mimi nikifanya upumbavu wangu wote mwanzo mwisho, siku zote aliniwekea. Niliangalia ile mikanda na naweza nikasema ni movie. Sikumaliza. kila nilipokuwa nikienda naye usiku mchana kila kitu kwa, yaani niliweza kuangalia, nikaona kumbe nilikuwa ninafuraha sana. Kuna vitu unaweza kufanya usijue kama unafurahia hicho kitu. Kuna vitu unaweza kufanya ukaona kama hauna amani na hicho kitu, lakini baadaye unapokuja kuangalia maisha yako ukarevise nyuma kwamba ah, hebu nione kwanza, hivi nilivyokuwa napitia kwenye yale ma... sh... tatizo au shida zile, utajikuta kumbe ulikuwa unaishi kwenye maisha mazuri sana. Nilienda kuangalia maisha mazima ambayo nilikuwa naishi humu ndani. Nikagundua nilikuwa naishi kwa amani sana. Nilikuwa naishi kama nyumbani. Nilikuwa naishi yani tuna furaha. Na hasa kipindi hicho ambacho mimi niliamwaga watu kusema kwamba nimelizia kuwa na huyu msichana. Nilikuwa nina amani, tunacheza tu hivyo. Wakati naangalia hivi hata yule mzee mwenyewe unamwona kabisa kwamba alikuwa anaangalia, kuna vile vitu naangalia na kaza macho, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo mzee mwenyewe unaona kabisa alikuwa ana yani kama anatabasamu. Tumeelewa, lakini baada ya hapo alisema hizi hata tuseme tuangalie wiki, huwezi kumaliza, ni ndefu sana. Cha kufanya, naomba nikuwekee maisha baada ya wewe kuondoka. Ndipo alipoanza kuniwekea maisha ya huyu binti. Baada ya mimi kuondoka, maisha yalikuwa ni magumu sana, na akaniwekea hadi binti anajifungua. Yani alikuwa ni kama sijui nisemeje, mm, shai kumwona mbuzi akiwa anajifungua ni binti ambaye ni tahira. Kwa hiyo muda wa kusukuma mtoto, alikuwa anataka kunyanyuka, alikuwa anataka kutembea, alikuwa, yani ni hivyo anapiga kelele kama, ni kama ng'ombe anayechinjwa, alikuwa hataelewi afanye nini. Alipitia kipindi ambacho alikuwa ni kibaya kibaya, baada ya mimi kuondoka, na alikonda sana. Huyu baba nilimshuhudia, kitu hachosi mimi ndo nikasema hapa ndo nimeisha kabisa, yaani kama huyu baba anatoa chozi kwa machungu niyomsababishia mtoto wake, basi mimi hapa ndo miaka thelathini jera. Naona kabisa huyu baba nilimwona akilia, akasema sipendi kuona mwanangu akiwa analia. Movie au niseme CD ambazo nimekosa au niseme records ambazo nimekuwekea zilikuwa ni mbaya, za mwanzo zilikuwa ni mbaya, lakini kwangu zilikuwa zina furaha kwa sababu mwanangu alikuwa na furaha. Kinachoniuma zaidi ni kwamba wewe umesababisha maumivu makubwa sana kwa binti yangu. Baada ya wewe kuondoka, mimi nilikuwa nimesimama, sielewi. Alijifungua mtoto, alikuwa anyonyeshi mtoto, alikuwa iko hivyo mtoto anaweza kupewa maziwa, mtoto ni mzuri sana na shida tu. Usiniulize sasa mtoto ni mzima, amekufa sijui, na si unaweza kuuliza, ni binti ni nyamaze kimya, lakini akawa anaendelea vile mtoto wake alivyokuwa anapata shida, walimchukua wakapeleka sio ndugu yao gani, bado uko na kwenye kawa ni shida, walimrudisha alikuwa ni mtu ambaye amekonda amekonda sana, na akawa ni taira taira kupitiliza, kwa sababu wakati mimi nipo ulikwata na unaweza kamweka hapo mtu asijue kama ni taira, kwa sababu kwanza alikuwa ni msafi muda wote yuko smart, kwa sababu na hakikisha ni hata tone la udenda likimwagika mimi nalifuta, lakini alikuwa yuko kama sijui nini, chumba kilikuwa ni kichafu, ameishi humo kwenye hayo mazingira. Ndipo huyu baba aliposema akasema, unajisikiaje baada ya kuona mwanangu mimi anaumia hivi na mimi mwenyewe? Kwa sababu baada ya kuona vile analia akasema, kijana niamini mimi, mimi naamini wewe unampenda binti yangu. Mimi nikasema ndio baba. Akasema, upo tayari kufanya chochote kwa ajili ya binti yangu? Nikasema, kitu gani? Akasema, mimi naelewa, nimeshaambiwa wewe una mke na una mtoto lakini mwanangu mimi ndo mke wa kwanza, mwanangu mimi ndo mkubwa. Sasa kama hautojari, nahitaji uchague chaguzi moja, unabaki na yupi? Naibaki na shangaa. Sasa mimi nachagua chaguzi moja tena, hapa mimi nina mke kule, sasa tena naanza tena kuchagua mke, nachaguaje? Lakini baba niniambia, chagua moja, mke wangu mimi ndo wa kwanza hata ih kifanya humu ndani na yule mfanyakazi ambaye umeenda kuzaa naye, na yeye anatakiwa apitie machungu yale yale, ni kwa sababu alichukua nafasi ya mwanangu. Alikuwa anakulazimisha wewe, alimchafua mwanangu, alisema mwanangu ameathirika. Yani kumbe mzee anajua kila kitu ili wewe umchukie, lakini wewe ukumchukia. Ndicho ninachoamini wewe unampenda mwanangu. Sasa nataka kitu kimoja, naomba unijibie jibu moja tu, unampenda mwanangu? mimi nikasema nampenda. Akasema, uko tayari kuishi na mwanangu? Nikamwambia, baba, lakini mimi nina mke. Akasema, nimeshaiongelea hilo kabla hata hujalisema, kwamba najua kila kitu. uko tayari kuishi na mwanangu Berisha? Anasema na mimi kwa kuogopa kwamba asije wakanipa kesi yoyote ile, nilisema ndio baba, lakini sijui nitaishije. Akasema utaishi hivyo hivyo. Basi kabla hatujamaliza kuongea, alikuja huyu kaka, alikuwa ametoka kazini, ndipo alipokuja. Alipofika akasema umerizika, umerizika, umerizika. Baada ya kujiona wewe kidume, uliharibu mdogo wangu. Lakini baba alimwambia, usimfukie, sisi hapa tunajenga, hatubomoi. Sawa, na tujaribu kuona hapa ni yeye kufunga ndoa na mwanangu. Shangaa mimi tena nifunge ndoa na Tahira lakini huyu kaka ambaye ni kaka mtu alisema, mi najua mdogo wangu mpendi. Ninachokiitaji, nahitaji mdogo wangu awe na amani. Mapenzi yote peleka kwa mke wako, lakini ninachotaka mdogo wangu awe na amani kama kwenye video ambavyo mnaonekana. Nataka umjali kama kwenye video ambavyo inaonekana na utafurahia ya maisha yako. Ilibidi nikubali, nikasema sawa ndipo huyu baba aliposema kesho mtafunga ndoa. Sijamuona huyu binti, yuko wapi? Sijamuona mwanangu, yuko wapi? Lakini wananiambia kesho tutafunga ndoa. Nikaambia baba, sasa mimi nikifunga ndoa nitakaa naye wapi huyu mtu? Natakwa mazingira yake ayo mazuri, mimi kule nyumbani nako mazingira hayaeleweki. Lakini baba alisema mazingira yako vizuri sana, hata mke wako sasa hivi yuko sehemu nzuri kabisa wala na amani zote kashaambiwa, anajua kila kitu kinachoendelea. Kwa hiyo wewe uko na amani, hata mtoto wako yuko vizuri unataka tupige video call waone walipo? Nikamwambia ndio. Ndipo alipoamua kupiga video call na nikamwona mwanangu na mke wangu wamekaa sehemu. Wana amani tu. Hawafanyi kazi yoyote. Nikamwambia mke wangu umeachia nani kule nani? Akasema mimi sijui. Mimi kuna gari limenifuata nimekuja kuniweka hapa, nimeambia ninakusubiria wewe hapa utakuja. Nikamwambia sasa basi muwe na amani. Mimi nipo huko nyumbani. Akasema umerudi nyumbani kuna, nikaambia kunaka hey, basi. Akaweza kumuona huyu mzee, akamsalimia, akamtaja jina bosi wake. Bosi wake akasema wewe ndio unachukua mume wa mwanangu huyu. Mke wangu huko analia akimtoka, akasema hapana, baba. Ujana akasema sasa tumeshamchukua mumeo na we utaendelea kulia huko na mtoto wako. Mwanangu mimi aliangaika sana na mtoto kulea peke yake, basi na wewe natakuwa ule uko anacheka. Mke wangu alikuwa hivyo anacheka, ili mradi atafanyaje, hana namna, kwa sababu alikuwa ajui nini kinaendelea, ila naona kashandoa kwa awa na amani. Basi ndio alikuwa amekaa hapo. Kesho yake kweli imefika, tulifungisha ndoa, ndipo nilipo muona huyu binti. Binti ni amedhoofu kweli, ni amekonda kweli, amekuwa mwembamba sana, tofauti na nilivyokuwa nakaa naye mimi, na kamekuwa kama katoto sasa Ona, kunikumbatia alivyoniona akaweza, yaani hata shehe mwenyewe alibaki na anashangaa. Alinikumbatia sana sana, sana sana kwa muda mrefu mpaka akaja akamtoa kwamba sasa kaeni chini. Tuka chini tukafungishwa ndoa, baada ya kufungishwa ndoa, tuliletewa gari lilikuwa ni mpya kabisa, kuwa ingieni kwenye hili gari mtaenda kuishi sehemu moja inaitwa inaitwa Mbweni. Nikawa sielewi Mbweni tutakwenda kukaa kwa nani? Wakasema nyinyi Nendeni kwenye hili gari mtapelekwa sehemu yenu husika. Tulivyofika pale tulikuta jumba zuri sana. Nyumba nzuri sana sana sana ambayo tuliambiwa ni ya mimi na mke wangu. Lakini ndio tutafunga ndio mimi sikumuona mtoto. Mtoto wangu nilikuwa sijamuona. Lakini niweza kumuuliza huyu msichana, kwa mtoto yuko wapi, alikuwa ananiangalia tu. Mtoto yuko wapi ananiangalia? Yeye naona muda wote ananitazama, nalia tu. Anitazama usoni, nalia tu. Yaani machozi yanamlenga lenga muda wote. Lakini nilitoka nika, bahati nzuri, mama wa huyu binti alikuwa amekuja, japo anaumwaumwa, alikuwa amekuja nikamwambia, mama samani, kwani hicho kifanya? Akasema ina shida, sisi tunachotaka mwanetu awe na amani, na babako aliacha hivo kwa sababu alikuwa anajua kuwa hakuna mtu angeweza kuja kumpenda huyu mtoto wetu. Ndio maana alitafuta houseboy wa kiume um, am treat mtoto wetu, ili mwisho wa siku itokee kama hivi na Mwe, aweze kupata mweza kuishi naye kwa hiyo uwe na amani. Kila kitu kilikuwa kwenye tageti na sasa mtaishi kwa amani na utafurahia kuwa na, na kuoa katika familia yetu. Lakini nikamwambia mama, unaweza kaniambia mtoto yuko wapi? Akasema mtoto yupo, yupo anaishi Masaki. Kwa hiyo kuna siku utaletewa utamuona mwanao yupo huyu hapa. Basi walipiga simu pale nikamuona mwanangu kamechangamka, kanaongea, yaani ni mtoto mzuri sana nzuri sana, amechanganyia mzuri wa kizungu. Yaani kwangu mimi hajachukua chochote zaidi ya rangi, kwa mbali sana, lakini ni mzungu. Niliongea naye lakini hajui Kiswahili e. Niliongea naye alisema, say hello to your dad, lakini ndio hivyo na mimi Kiingereza changu cha kuungaunga, nikasema hello, hello za kutosha zile. Basi kaamishia hivyo, nikatamani sana kumuona baba. Alikuja pia jioni, akatoka bizi kazi ya kufanya. Mimi aliniambia kuanzia leo utakuwa unaenda ofisini kwa shemeji yako, yani kwa yule kaka, utakaa pale mpaka muda utakapojua kazi zinaendaje, ndio utajua namna ya kukupa ofisi na wewe uisimamia, lakini pa ni masuala ya biashara. Basi nilisema sawa. Nililetewa nguo za kuendana na ofisini, nililetewa suti za kutosha na tulifanyiwa sherehe, sherehe nzuri kubwa kabisa yani, baada ya ndoa tulifanyiwa tu kama sherehe, walikuja watu wa rangi zao tu, wa Afrika walikuwa ni wachache sana, lakini walikuwa ni watu wa rangi zao tu. Basi tulifanyiwa hiyo sherehe, na mke wangu pia alieletwa na akakalishwa chini, akaambiwa kwamba mimi natakiwa nioe wake wawili, kutakuwa kuna yeye, kutakuwa kuna mimi, lakini mke wangu alisema na yeye anataka kuishi Dar es Salaam wakasema watu nyinyi weusi wa mwaminiki hatuwezi kuweka sehemu moja na mtoto wetu, tutakutafutia nyumba yako. Na yeye alitafutiwa nyumba hapa hapa jijini Dar es Salaam, akawa naishi na mwanangu, na mimi nilikuwa natoa kila kitu. Tulianza kuishi mke wangu japo alikuwa na na analeta shida mara nyingi sana, kwa sababu alikuwa anaona wivu kwamba mimi ninakuwa namkea sana huyu kuliko yeye, lakini ukweli kwamba huyu alikuwa anahitaji uangalizi zaidi kwa mimi. Kuna siku nyingine nilikuwa sienda kazini, nilikuwa nakaa tu na yeye, na kuna siku akiamka vibaya, basi nahakikisha hivyo huyu binti alianza taratibu taratibu kutaka kama maneno kama alivyokuwa mwanzo anataka kama kuongea hivyo, yaani alianza kuwa yuko tofauti tofauti. Kila siku nilikuwa namuongelesha, njoo, anakuja fanya hiki, anafanya tandika kitanda, tunatandika. Tulianza hivyo, na siku moja nilimwambia mzee wake kwamba baba, mke wangu naona sasa hivi hayuko sawa. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia ujue, sasa sasa hivi namuona kama amebadilika tena. Akasema tuambie kwa na mimba tena, nikamwambia nafikiri kitu kama hicho. Lakini baada ya kuja baba, niweza kumwambia kwamba baba, unajua sasa hivi mke wangu naweza nikamuita kaja, anaanza kanipikia hadi chakula, japo yeye anakatakata tu, naweka kila kitu, lakini anaanza kupika. Baba akasema sio kweli. Nikamwambia mke wangu akana, niangalia, nikamwambia nataka chakula, alienda jikoni, baba akiwa namwangalia. Aliweza kuwasha jiko, aliweza kupasha maji, aliweza kila kitu likifanya mwenyewe, mpaka huyu mzee akaanza kushangaa kwani huyu anakuwa yani ana, anapozidi kukua ndipo akili zinazidi kuja, mbona akuwa hivi? Alikuwa taila kabisa lakini, alimuona mke wangu akiwa amepika chakula, anaenda naoga mwenyewe anaweza kufanya kila kitu mwenyewe, na mpaka anafua na ule udenda udenda kung'ata mdomo pembeni aliacha iko iko vizuri kabisa, lakini kumbe alikuwa ni mjamzito pia. Aliweza kujifungua tena watoto wawili mapacha wa kwangu wazuri sana wazuri sana watoto na mke wangu, ndipo alipo zidi kunivuruga kichwa kila siku, alikuwa analeta mambo mapya. Siku moja nilirudi nyumbani ghafla, nikamkuta mke wangu mimi, huyu mwingine, yani house girl ambaye alikuwa alikuwa ni ni house girl, yani yule mke wa naweza kusema ni wa pili, kwa sababu wa kwanza alikuwa ni huyu Tahira, niliweza kumpa mimba na nikakimbia. Lakini pamoja, wakati niko mumu ndani, nilikuwa natembea na mfanyakazi wa ndani, ambao mfanyakazi wa ndani niliweza kukutana naye huku Tabora, na yeye pia nikazaa naye mtoto. Kwa hiyo nilikuwa na mke wa kwanza ambaye alikuwa ni huyu Taira, mke wa pili alikuwa ni huyu mfanyakazi wa ndani, na wote walikuwa na watoto. Kwa hiyo ninarudi kutoka kazini, namkuta huyu mke wa Tabora ambaye ni mwafrika mwenzangu, mfanyakazi wa ndani, alikuwa anatoka kwenye hii nyumba, na anatoka kwenye hii nyumba, alikuwa kama anaeweseka, mikono yake ilikuwa imejaa damu. Nikamuuliza, "Wewe kulikoni?" Lakini aliweza kukimbia. Mimi nimemwona yeye, nimekutana naye yeye. Naomba kwa leo tuishie hapa, tutaendelea kesho kwa stori zaidi. Kwa nini huyu amekimbia na mikononi kuna damu na katoka kwenye nyumba ya huyu Taira? Kuna nini kinaendelea? Naomba usiache kuendelea kutufuatilia. Pia kama hujasubscribe channel yetu, tafadhali tunaomba usubscribe ili kuendelea kufanya chaneli yetu kukua na watu wengine waweze kuipata zaidi. Asanteni.